Naam, ni wasaa wa kuangazia michezo na burudani, na tuanzia hapa jijini Dar es Salaam. Mabadiliko ya ratiba yaliyotangazwa na bodi ya ligi ya kubarikiwa na shirikisho la soka nchini TFF yamelalamikiwa na vilabu vya Simba na Yanga. Mwanamichezo wetu Mario Cheto anatuarifu zaidi. Ofisi za TFF jijini Dar es Salaam, katibu mkuu wa TFF Selestine Mwisigwa anakutana na waandishi wa habari nje ya ukumbi wa mkutano wa shirikisho hilo kubwa zaidi, waandishi wakitaka kujua kulikoni Azam FC imeruhusiwa kwenda kushiriki michuano maalum huko Zambia wakati ligi kuu mzunguko wa pili unaanza siku ya Jumamosi. Mwesigo anatoa ufafanuzi juu ya suala hilo pamoja na mabadiliko ya ratiba ya ligi kuu Tanzania bara. Azam walipoleta barua, hawakumtaja mtu mwingine yeyote, walitaja wao na mwaliko waliopata. Sawa, na Yanga wakileta nao, watasema nini wanachokusudia kufanya na ni kwa ajili gani? Basi bodi ya ligi na TFF kwa ujumla utaangalia nini cha kufanya. TBC kawatafuta maafisa habari wa Simba na Yanga, Haji Manara wa Simba na Jerry Muro wa Yanga, na hapa wanasema haiwezekani kufanya mabadiliko ya ratiba kwa kufuata matakwa ya timu moja. Ajenda ni moja tu, kujadili sakata hili linaloendelea katika tasnia ya mchezo wa mpira wa miguu, sio katika ligi kuu tu, katika tasnia ya mchezo wa mpira wa miguu nchini. Ni sarakasi hizi, lakini kamati ya utendaji itakutana, baada ya hapo tutatoa taarifa kwenu Kuambia, nini ambacho klabu imeamua huwezi kuendesha ligi kiuniuni hatuendi hivi ifike sehemu tuheshimu kanuni na taratibu iweje timu moja tu itake kuchomoka from nowhere sisi tumekwenda tukashiriki mapinduzi yote mapinduzi ni michezo iliyokuwepo kwenye program na sisi tumeheshimu tumekwenda timu ya Azam FC imekwenda Zambia y kushiriki michuano maalum na hivyo mchezo wake dhidi ya Tanzania Prisons uliokuwa uchezwe siku ya Jumamosi katika uwanja wa sokoini jijini Mbeya kuahirishwa, huku michezo mingine ya ligi kuu ikipangwa kuchezwa kama kawaida na kusababisha vilabu vingine kulalamikia ratiba hiyo. Mali Ocheto, TBC Dar es Salaam.